Wakala wa barabara nchini Tanroad mkoa wa Pwani umewataka baadhi ya madereva wa vyombo vya moto hasa magari makubwa kufuata sheria na utaratibu uliowekwa katika changamoto zao zinazowakabili kuliko kutoa taarifa ambazo sio sahihi kwa kutumia mitandao ya kijamii na kuzua taharuki na sitofahamu kwa jamii. Uongozi wa Tanroad mkoa wa Pwani umetoa kauli hiyo kufuatia malalamiko yaliyotolewa na mmoja wa madereva kutoka kampuni ya Simba Logistics, Pamela James ambaye alidai kubambikiziwa uzito katika mizani ya Vigwaza mkoa wa Pwani tarehe kumi na tatu Machi wakati akiwa amebeba mzigo wa kopa akitokea nchini Kongo. Uh, nimetoka Kongo na mzigo wangu wa kopa tani thelathini na mbili nikiwa namaanisha bando kumi na sita nimekuja mpaka hapa mizani ya Vigwaza, nimeonekana kwamba gari haijaonekana ilikopita na gari yangu imezidi. Nilipokuwa ninaomba kwamba ninaomba nipime tena, kwa sababu mimi ninachoona sicho ambacho kinaonyeshwa nasema wao, kinachoonyesha kwenye skrini sicho ambacho wanasema wao, mtu aliyeko ndani operator, wakagoma na wakadai kwamba mimi nawafundisha kazi, nizungushe gari jadi. Kwa hiyo niko yadi toka ile siku, baada ya kukataa kulipa deni la shilingi laki tisa na baada ya pia wao kunikatalia kupima. Niko hapa nikitaka mamlaka inisaidie, kila ninapoomba kwamba nisaidiwe nipime ili niweze kujiridhisha niweze kulipa, hawataki. Kwa upande wake meneja wa TANROAD mkoa wa Pwani, mhandisi Baraka Mwambage, kwa niaba ya mtendaji mkuu wa TANROAD Tanzania, hakusita kuweka bayana changamoto kubwa iliyopelekea gari hilo kuzuiliwa katika mizani ya Vigwaza. e, gari imekuwa na uzito e, ambao unabadilika badilika toka ilivyokuwa inaingia nchini e, na mpaka ilipofika eneo hili la Vigwaza. Sasa eh, kubwa zaidi ni kwamba matatizo kwenye mizani yapo muda wote, lakini namna ya, ya, ya kuyashughulikia ndio imetufikisha hapa. Sasa eh, kilichofanyika hapa ni kwamba badala ya kulalamika kupitia utaratibu ambao umewekwa sasa malalamiko yakaenda kwenye majukwaa mengine. Sasa huko ndio ikaleta taharuki kubwa sana kwa jamii ya wasafiri na wasafirishaji na watanzania kwa ujumla ambapo sasa tungependa kueleza kwamba likitokea tatizo la changamoto kwenye vituo vya mizani si Vigwaza, popote pale katika nchi hii, basi malalamiko yafikishwe ukiachia eh, ya kwa mkuu wa mizani, basi kama hakuna kuridhika pale, basi malalamiko yanafikishwa kwa meneja wa mkoa. Kama malalamiko yana sura ya rushwa, basi kuna namba za mzetu wa taasisi ya kupambana na kuzia na rushwa ziko kwenye mizani zetu zote. Na kama kwenye hatua hiyo ya mkoani ufafanuzi e, huo unaonekana haukidhi haja, basi inapaswa kufikishwa kwa mtendaji mkuu wa TANROADS na baadaye mkuu wa wizara ya ujenzi, kuhakikishia tu kwamba masuala haya e, taasisi zote nilizosema na katika hatua zote hizo e, malalamiko haya e, yatafanywa kazi ipasavyo. Vincent Tarimo ni mkuu wa kitengo kinachosimamia masuala ya mizani kutoka Tanroad makao makuu, hapa anaweka wazi makosa yaliyopelekea gari hilo kukamatwa. Malalamiko ya dereva Bi Pamela ni kutokuamini vipimo ambavyo vimetokea katika kituo hiki cha mizani na kuamini kwamba amebambikiwa uzito, na ndio maana alikuwa anasisitiza kupitia vyombo vya habari au majukwaa mengine aliyoyatumia alikuwa anasisitiza kwamba anaomba arudie, kwa sababu kilichoonekana kwenye vipimo ni tofauti na kilichoandikwa kwenye tiketi. Naomba nitoe ufafanuzi huu, mzani huu uko automated, si operator au mfanyakazi wote wa mzani anaweza akaandika uzito, kwa sababu kuna gari fulani limeingia pale, ni automated, mzani una capture weight ambayo imeapia pale. Kwa hiyo hilo naomba tulifafanue kwamba halina ukweli wowote lakini sambamba na hilo, hoja yake ya kutaka kurudia gari kulipima kabla lirudiwe kupimwa ni kinyume na utaratibu na sheria. Sheria ya udhibiti uzito wa magari Afrika Mashariki inamtaka msafirishaji yoyote ambaye atabainika amezidisha uzito, kifungu cha kumi na saba kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili kinamtaka msafirishaji yeyote yule aliyezidisha uzito alipe tozo ya uzidishwaji uzito. Baada ya kulipa tozo aende akashushe kile kiwango ambacho kimezidi au akapange mzigo. Baada ya hapo, arudi kupima. Kama atakuwa ndani ya zile limits au viwango vinavyokubalika kisheria, ataruhusiwa kuendelea na safari. Huo ndio utaratibu kwa mujibu wa sheria, na sivyo kama ambavyo alikuwa anataka kufanya, kwa sababu tunazo sababu nyingi ambazo zinapelekea kwa nini sheria imekuwa namna hii changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea gari kuzidi mziki. Unaweza kuta kuna heat lap kwenye mifumo ya air suspension almaarufu wanaziita booster. Eh? Booster zina uwezo wa kubadilisha kipimo, ukajikuta umepima huku umesoma hivi, umepima huku umesoma zikuwa na heat lap hivyo, unaweza ukamruhusu akarudia kupima, ukajikuta ame, amecheza na zile booster zake na ameclear ule mzigo hizo ni sababu ambazo zina, zinapelekea sheria ikaweka masharti ya namna hii, lakini pia tuna sababu nyingine ambazo husababisha magari kuzidi kwenye vituo vya mzani. Matumizi ya asilimia tano: sheria imetoa allowance au nyongeza ya asilimia tano kwa kila kundi la mitaimbo ama axles, lakini haijatoa nyongeza ya asilimia tano katika uzito wa jumla wa gari. Hivyo uzito wa jumla wa gari hauna fedha hiyo asilimia tano. Na kwa nini imewekwa hiyo fedha ya asilimia tano? Hiyo fedha ya asilimia tano imewekwa kwenye makundi ya mitaimbo ama axles, ili kufidia pale mzigo unapohama kutoka kundi moja kwenda kundi lingine, na sio sehemu ya kubebea mzigo. Sasa tumekuwa na tendency ya wasafirishaji wengi kuitumia hiyo asilimia tano kama sehemu ya kubebea mzigo, unajikuta ukiongeza mafuta na ukiongeza na abiria umekaribia kabisa kuimaliza ile maji, tatizo lolote likitokea, mzigo ukiama, umezidi kwenye group of axles, na wakati mwingine inapelekea unazidi mpaka kwenye uzito wa jumla umeona. Kwa hiyo ni changamoto nyingine, lakini changamoto nyingine ambazo zinaweza zikapelekea mzigo kazidi, gari kazidi uzito ni kuongeza mafuta wa abiria. Yes, mimi nimepima kituo a nikiwa na abiria moja, nimeenda kituo b na abiria wawili. Uzito uliopata kituo a hauwezi kufanana kituo b sawa lakini, kuna mizigo ambayo ni, ni kama mbao ne, kokoto, mchanga. Unaweza kua mepima kituo, useme Mikese au wapi, ukafika katikati, unakuja hapa, mvua imenyesha nyingi sana hapa katikati, kabla ya kufika Vigwaza, ile mvua inanyonywa na ule mzigo. Usitegemee kipimo ulichokipata Mikese utakipata hapa, zitatofautiana. Kwa kwa kifupi, kushorten story au kusummarize ni kwamba sababu zinazopelekea gari kuzidi uzito ni pamoja na hiyo hitilafu kwenye mfumo wa ya suspension au booster, pamoja na hizo nyingine ambazo nimetoka kuzielezea hapa. Lakini hatukuishia hapo, sisi kama taasisi tulijaribu kupata taarifa za gari hili tangia halijaingia Tanzania, na bahati nzuri tumepata taarifa za vipimo vya gari hili nchini Zambia, kwenye mizani miwili ya Zambia. Mzani wa kwanza ambapo gari hili lilipima ni mzani unaitwa Kafulafuta, ambapo gari hili Excel ya mbele ilisoma kilo elfu sita na mia mbili katikati, kwenye difu ilisoma elfu kumi na saba na mia sita. Sheria hapa kwenye difu kwa aina ya gari hiyo inatakiwa isome kumi na sita akipewa na ile allowance ya asilimia tano kumi na sita na mia nne, lakini amesoma kumi na saba na mia sita amezidisha kilo elfu moja na mia mbili huko huko, huko alikokuwa, lakini triple axle kule nyuma ile grupu yenye excel tatu kule ilisoma ishirini na tano na mia mbili ambapo amefika kwenye ile margin ya mwisho ya 5% maana 5% ya ile grupu ya mwisho ni kilo elfu moja na mia mbili Sheria inataka kleta ni ishirini na nne, ukipewa 5% ni kilo nyingine elfu moja na mia mbili kwa hiyo ishirini na tano na mia mbili 5%, tayari ilikuwa katika hiki kituo cha kafulafuta kilichoko na GVM yake ilikuwa ni 49. Kumbukeni niliwaambia hii gari inatakiwa ibebe uzito wa tani 48 tu kwa mujibu wa sheria ambazo tunazisimamia sisi kama Tanroads na Wizara ya Ujenzi kapi, kapitiliza. Kapitiliza kwa tani nzima ambayo imesoma 49 badala ya 48 na kwenye Excel, ana kilo 1000 za ziada. Akatoka kwenye mzani huo akafulafuta, akaenda kuna mzani unaitwa Mpika. Huko huko Zambia. Excel ya mbele ikasoma kilo 6000, Excel katikati kati ikasoma 16 na 800, na Excel ya mwisho ikasoma 24800 na 70. Tayari alikuwa ndani ya ile 5% ameshaitumia, na hapa kwenye difu alikuwa ameshazidi tena kilo 400. Hiyo ni Zambia. Kwa haraka haraka kama dereva ambaye anaendesha kile chombo alipaswa kujua. Kutoka tu kutoka Kafulafuta kuja Mpika, ndani ya nchi moja, tofauti ya zaidi ya kilo elfu moja na mia tatu, alitakiwa question ajue ni sababu gani imepelekea huu tofauti mkubwa. Baada ya hapo akaja na ticket kutoka sasa huko alikotoka, ticket nyingine ambayo tuko nayo kwenye records ni ya Makamba, mzani wetu ambapo uzito wa jumla umesoma arobaini na sita na mia mbili sasa ukiangalia hii trend katoka kafulafuta Zambia mpaka Makambako imesoma 46 sita karibia tofauti ya ta, ni zaidi ya tani mbili, na hata kama ametumia mafuta ina maana kutoka Zambia kuja mpaka Makambako unatumia mafuta tani mbili katika hali ya kawaida? Sio ah, hicho hicho ndio kikapelekea, unatoka Makambako, tiketi nyingine inakuja kupatikana hapa Vigwaza imesoma 48150 nane mia moja na hamsini. Kwa hii variation ongezeko na kupungua la uzito wa hili gari technical, kiufundi ni changamoto kwenye mifumo ya air suspension. Kwa hiyo sasa, katika kulielezea hili kama alivyoongea manager, hakupaswa kutumia njia alizozitumia, kupeleka nani, ilikuwa kwanza assess nini kimetokea, afanye analysis, alipotoka na kujua tatizo nini, lakini hapa, technical, katika hali tu ya kawaida ni tatizo la mfumo wa gari na ndio maana alikuwa ana insist arudie kupima, kwa sababu anajua changamoto labda ambayo iko e, inawezekana anajua changamoto iko kwenye mfumo wa, lakini sheria hairuhusu hilo jambo. Hivi karibuni kumekuwepo na baadhi ya madereva kukwepa sheria ya udhibiti wa magari ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 na na kanuni zake za mwaka 2018 inayomtaka msafirishaji mwenye gari inayoanzia tani tatu na nusu kupita katika vituo vya mizani kwa ajili ya kuhakikisha uzito wa magari yao.